Kitabu cha pili cha Wamakabayo, sura ya kwanza na ya pili. Ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza pia ukaungana nasi katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo mahali hapo utapata nafasi pia ya kuendelea kusoma zaidi hivi vitabu. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe, na upande wa Facebook usisahau kufollow. Watu wa Mungu tusali, ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatuwezesha kukutana watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako lenye uzima. Tunajiachilia mikononi mwako, e Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu we na sisi, utusimamie ili wanaoelewa tuweze kusoma neno lako, na kila mmoja aweze kuelewa neno lako. Ewe Bwana, tunaomba liwe taa ndani yetu, ili Mungu tuendelee kuona mwanga na tuendelee kwenda sawasawa na utukufu wako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu hiki cha pili cha Wamakabayo, ile sura ya kwanza na ya pili. Karibuni. Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya kwanza. Kwa ndugu zetu Wayahudi katika Misri salamu ndugu zetu Wayahudi walioko Yerusalemu na katika nchi ya Wayahudi wanakutakieni amani njema. Mungu awafadhili wa na kulikumbuka agano lake na Ibrahimu na Yakobo, watumishi wake waaminifu. Awapeni nyote nia ya kumwabudu na kuyatimiza mapenzi yake kwa moyo mkamilifu na roho nyepesi. Aifunue mioyo yenu kwa sheria yake na amri zake na kuwapa amani. Ayasikilize maombi yenu na kupatanishwa nanyi, wala asiwaache wakati wa shida. Ndivyo tunavyowaombea hapa. Katika utawala wa Dimitrio mwaka wa mia sitini na tisa, sisi Wayahudi tumewaandikieni katika dhiki na taabu iliyotupata tangu miaka ile Yasoni na wafuasi wake walipofanya uasi juu ya nchi takatifu na ufalme wakautelekeza, mlango wa moto na kumwaga damu isiyo na hatia. Tulimwomba Bwana naye alitusikia. Tulitoa dhabihu na sadaka ya unga safi, tuliwasha taa na kuiandaa mikate ya onyesho. Sasa tunawaandikieni mzishike siku za sikukuu ya vibanda katika mwezi wa Kislevu mwaka mia themanini na nane. Watu wa Yerusalemu na wale walioko Uyahudi na wazee wa baraza na Yuda, kwa Aristobulo mwalimu wa mfalme Tolemayo, aliye waokoa makuhani waliopakwa mafuta na kwa Wayahudi walioko Misri salamu na afya. Tumeopolewa na Mungu katika hatari kubwa. Kwa hiyo twamshukuru sana aliyejiweka upande wetu juu ya mfalme, maana ndiye aliwafukuza hata Uajemi wale waliojipanga juu ya mji mtakatifu. Mfalme alipofika Uajemi na lile jeshi lililodhaniwa kuwa halishindiki, waliangamizwa katika hekalu la Nanea kwa werevu na makuhani wake. Antioko alijifanya anataka kumoa Nanea, alikwenda huko pamoja na rafiki zake kudai sehemu kubwa ya hazina iwe ada ya harusi. Basi makuhani wa hekalu la Nanea wakazitoa naye, na wafuasi wake wachache waliingia uwani. Ikawa akiisha kuingia hekaluni, waliwafungia, walifunga milango, kisha wakafungua mlango wa siri katika mbao za darini wakatupa mawe, wakampiga mfalme na kumwangusha kama kwa radi. Wakawapiga wote kwa upanga, wakavitakata vichwa vyao na kuvitupa kwa wale waliokuwa wakingoja nje. Na abarikiwe Mungu wetu katika mambo yote, aliyewatoa waovu wapate adhabu ya haki siku hizi tutaiadhimisha sikukuu ya kutakaswa hekalu katika mwezi wa Kislevu siku ya ishirini na tano. Nasi tumeona vema kuarifu, ili nanyi pia mwadhimishe sikukuu ya vibanda na ya ule moto uliotokea Nehemia alipotoa dhabihu, kiisha jenga upya hekalu na madhabahu yake maana Baba zetu walipokuwa karibu kuchukuliwa Wajemi, makuhani watakatifu wa zamani zile walichukua baadhi ya moto na madhabahu, wakauficha kwa siri katika tundu ndani ya kisima kisicho na maji. Kasitiri jambo hilo sana, hata hakukuwa na mtu aliyepajua mahali hapo. Basi baada ya miaka fulani, Mungu alipoona vema, Nehemia aliyetumwa na mfalme wa Uajemi alipeleka watu wa ukoo wa wale makuhani waliouficha ule moto kutafuta. Walipoleta habari ya kuwa hawakuona moto ila maji ya ute tu. Aliwaagiza wateke kidogo wamletee. Basi sadaka zikiisha wekwa tayari juu ya madhabahu, Nehemia aliwaagiza makuhani wanyunyize maji hayo juu ya kuni na juu ya sadaka. Wakafanya hivyo. Punde kidogo jua likachomoza ambalo mpaka wakati ule lilikuwa limefichwa na mwingu, na mara moto mkubwa ulilipuka, hata watu wote wakastaajabu. Dhabihu ilipokuwa kiteketea, makuhani walisali, makuhani na watu wote pamoja, Yonathani akiomba na wengine wakimwitikia, kama alivyofanya Nehemia. Sala ilikwenda hivi: E Bwana, Bwana Mungu muumba vitu vyote, wa kuogopwa, mwenye nguvu na haki na rehema, wewe peke yako umfalme, mwenye hisani wewe peke yako huturuzuku, wewe peke yako umwema mwenyezi wa milele ndiwe umoko wa Israeli na maovu yote, uliyewachagua baba zetu na kuwatakasa. Ikubali sadaka hii kwa ajili ya watu wako Israeli, ulinde urithi wako na kuweka wakfu kusanya wa watu, watu wetu waliotawanyika, uwaweke huru waliowatumwa katikati ya mataifa, na kuangalia waliodharauliwa na kuchukiwa mataifa, na wajue ya kuwa ndiwe Mungu wetu. Watese wanaotuonea na kututenda jeuri, wapande watu wako katika mahali pako patakatifu, kama Musa alivyosema. Baada ya hayo makuhani waliimba nyimbo na sadaka ilipoteketezwa. Ilipo Nehemia, aliwaagiza wayamwage maji yaliyobaki juu ya mawe makubwa. Walipofanya hivyo, moto ulilipuka, lakini nuru yake ilipochanganyika na ile ya madhabahu ilizimika. Walipoona hayo walimwarifu mfalme wa Uajemi ya kuwa katika mahali ambapo wale makuhani waliochukuliwa mateka walioficha ule moto yametoka maji haya, yaliyotumiwa na Nehemia na wenzake kuitakasa sadaka. Mfalme akaichugua akai habari hiyo akaithibitisha, akatoa amri mahali pale pawe kiwanja kitakatifu. Ndipo ali alipeana zawadi na wale aliotaka kuwafadhili. Nehemia na wenzake waliyaita Nefta, yaani utakaso, lakini watu wengine karibu wote huyaita Neftali. Sura ya pili. Yaonekana pia katika maandiko ya kuwa nabii Yeremia aliwaagiza watakaohamishwa wachukue baadhi ya moto kama ilivyoandikwa, na tena akiisha kuwapa sheria aliwaonya wasizisahau amri za Mungu, wala mioyo yao isipotoshwe watakapoona sanamu za dhahabu na fedha na mapambo yake. Na kwa maneno mengine ya namna hiyo aliwasii wasiache sheria itokayo mioyoni mwao. Tena iliandikwa katika maandiko hayo ya kuwa nabii akionywa na Mungu aliamuru hema la kukutania na sanduku la agano yafuatane naye. Aliuendea mlima ule Musa aliyoupanda ili kuutazama urithi wa Mungu. Ikawa alipofikia aliona pango, mfano wa chumba na humo alivitia hema na sanduku na madhabahu ya kufukiza uvumba. Akauziba mlango wake wanafunzi wake wengine walikwenda kuiangalia njia lakini hawakuweza kuiona. Aliposikia habari hiyo, Yeremia aliwakemea akisema, mahali hapa hapatajulikana hata Mungu awakusanye watu wake tena na kudhihirisha rehema yake, ndipo Bwana atayafunua mambo hayo na utukufu wa Bwana utaonekana pamoja na lile wingu, kama ilivyoonekana katika siku za Musa na Sulemani, alipoomba mahali patakaswe kwa utukufu. Imeandikwa pia jinsi yeye kwa hekima yake alitoa dhabihu wakati wa kulitabaruku hekalu na kulimaliza kama Musa alivyomwomba Bwana na moto ekaluni ukatoka mbinguni ukaiteketeza dhabihu, vivyo hivyo Sulemani aliomba na moto ukashuka ukaiteketeza sadaka nzima. Musa alisema kwa kuwa sadaka ya dhambi haikuliwa ndiyo sababu iliteketezwa. Vivyo hivyo Sulemani aliziadhimisha siku nane. Mambo hayo yameandikwa pia katika taarifa ya maandiko ya Nehemia. Twasoma pia jinsi alivyoanzisha maktaba, akakusanya vitabu vyenye habari za wafalme na manabii na maandiko ya Daudi na nyaraka za wafalme juu ya vipaji vitakatifu. Yuda naye alitukusanyikia hivyo maandiko yote yaliyopatanywa kwa sababu ya vita, tunayo hata sasa. Basi kama mkiwa na haja nayo, mwaweza kutuma kama kuyachukua tu tayari sasa kuiadhimisha sikukuu ya utakaso. Ndiyo sababu tunawaandikieni hivi; nani pia mtafanya vyema kuziadhimisha siku hizi. Mungu aliyewaokoa watu wake wote na kuwarudishia urithi wao na ufalme na ukuhani na utakaso, kama alivyoahidi katika sheria katika Mungu tumeweka tumaini letu kwamba aturehemu upesi na kututakasa katika mahali patakatifu kutoka kila mahali chini ya mbingu, maana ndiye aliyetuokoa katika hatari kubwa na kupatakasa mahali. Habari za Yuda Makabayo na ndugu zake, utakaso wa hekalu kuu kuitabaruku madhabahu, vita juu ya Antioko Epifani na mwanaye Eupatori, maono ya mbinguni waliofunuliwa wale walioshindania dini ya Kiyahudi kwa ushujaa, na jinsi walivyoiteka nchi yote, ingawa walikuwa watu wachache tu, wakiyakimbiza majeshi ya mfalme na kujitwalia na kujitwalia tena hekalu lililosifiwa duniani mote, na kuweka mji huru, na kukaza tena amri zilizokuwa katika hatari ya kufutika, kwa kuwa Bwana kwa rehema zake aliwafadhili. Hayo yote ambayo yamesimuliwa na Yasoni wa Kireni katika vitabu vitano, tutajaribu kuyafupisha kufanya kitabu kimoja tu. Wingi wa hesabu zilizomo watatanisha na wasimulizi yake mengi mno yachosha, maana yametiwa hasa kwa ajili yao watakao kuchunguza habari za historia. Basi sisi tumewafikiria zaidi wale wanaotaka kujiburudisha kwa masomo yake na wale wanaotaka kujifunza mambo yaliyotokea, ili tuwafuatilie wasomaji wetu wote. Sisi tuliojitwalia kazi hiyo ngumu ya kufupisha, hatukuiona kwa jambo rahisi, bali ilitaka jasho na kukesha usiku. Kama vile si jambo rahisi kwa mtu kuandika karamu na kuangalia watu, lakini haidhuru, tumeshika taabu hiyo kwa furaha ili tustahili shukurani ya watu wengi. Tutamwachia mtaalamu wa historia kazi ya kuchunguza kwa uangalifu mambo madogo madogo, na sisi tutajitahidi kwa uaminifu kulifuatia azimio letu la ufupisho. Yampasa fundi mkuu aliyeuandika ujenzi wa nyumba mpya kulifikiria jengo lote, na mwashi atakayelipamba kwa matofali na rangi na nakshi, kuyafikiria yanayofaa kwa mapambo ya kupendeza tu. Nami naliliangalisha kazi yetu na ile ya mwashi. Ni wajibu wa mwandishi wa historia kuchimbua habari na kuyahoji mambo yote yanayohusu na kuyapeleleza moja moja, lakini yeye anayetengeneza tu mambo yaliyokwisha andikwa, ana ruhusa ya kufikiri hasa njia bora ya kufupisha. Hana haja ya kujibidiisha mno kulichunguza lile jambo lenyewe. Basi sasa tuanze masimulizi yetu hayo, tuliyoyasema yatosha kwa dibaji maana ni ujinga kutumia maneno mengi katika dibaji ya kitabu cha historia na kisha kuifupisha historia yenyewe.